Hey, hey, hey, hey, hey. Karibuni wapenzi watazamaji katika mfululizo maalumu wa vipindi hivi maalum vya mkutano mkuu maalum wa CCM nje ya mkutano. Naitwa Pascal Mayala, karibuni mkutano mkuu maalum wa CCM unaendelea katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center hapa jijini Dodoma. Sasa mkutano unafanyika ndani ya ukumbi wa mkutano, lakini zaidi ya ndani ya mkutano, kuna mambo makubwa mazuri yanafanyika nje ya mkutano. Mimi mtangazaji wako Pascal Mayalla nitakuletea yale mambo makubwa mazuri yanayofanyika nje ya mkutano, kwa sababu mambo yale ya ndani ya mkutano yote yanaonyeshwa live mubashara kwenye TV mbalimbali mbali nchini karibu zote kama zote. Sasa kwa kuanzia hapa ndio mbele ya ukumbi wenyewe wa mkutano, mnaweza mkaona jinsi palivyo pazuri pamependeza. kazi na utu tunasonga mbele, mnaweza mkaona kazi na utu tunasonga mbele, kazi na utu tunasonga mbele. Na kuna mambo mazuri hapa yamekuja. E, sistem imekuja na maroboti, maroboti kamambe kabisa ya kazi na utu tunasonga mbele. Unavyomwona huyo roboti yaani na maana kwamba Tanzania tuna fursa nzuri ya maendeleo tukiendeleza vijana wetu kufanya mambo makubwa kama haya. Sasa basi, katika siku hizi mbili za mkutano huu mkuu maalumu wa CCM kazi yangu mimi ni kuwatembeza maeneo mbalimbali nje ya mkutano na kuzungumza na wadau mbalimbali wa huu mkutano. Na mpenzi mtazamaji, tunaendelea na kipindi hiki cha mkutano mkuu maalum wa CCM nje ya mkutano. Hapa niko mbele ya lango kuu la mkutano. Mnaweza mkaona mambo mazuri ya CCM yalivyo, angalia pale kitu gani kinaendelea. Mgeni rasmi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dokta Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuingia muda wowote, atapokelewa na usasa kabisa, kama mnavyoona maroboti, na kwa hapa kwa kweli ndani pamepamba moto, unaweza ukaona hapa nje palivyo na mambo ni mengi sana kwa kweli, na watu ni wengi, tusubiri mgeni wetu rasmi aje tutampokea. Na kila mkutano hizi baskeli nazionaga kila mkutano baskeli mpya, hizi nazo ni mpya kabisa kama mnavyoziona mpaka na makaratasi yake. E, kule nyuma mnaweza mkaona pikipiki kwa mbali, ina maana sasa msafara meanza kuingia hapa ndani. Unaweza ukaona msafara kwa, kwa mbali kidogo unaingia. E, msafara umeanza kuingia, gari za msafara zimeanza kuingia. Unaweza ukaona ile gari iliyoandikwa CCM nayo inaingia, ambayo inakuaga na katibu mkuu wa CCM, alafu yanaingia yale mapikipiki, yale mapikipiki yakimsindikiza mama kwa kweli hii ni picha nzuri ya kupendeza, anaingia kwa kupendeza kweli kweli. Na pikipiki piki za sisi ya, za kijani mmeweza mkaona. Safi sana safi kabisa, huyo Mama. Mama. Hai. Mama. Hai ni maandamano ya kumpokea Hai ni maandamano ya kumpokea wa. Wapenzi watazamaji, mambo mazuri ya sisi wapenzi wa tazamaji, CCM wanatisha. Haya ndiyo mambo ya CCM, haya ndiyo mambo ya nje ya mkutano. Kuna mambo mazuri sana hapa nje ya mkutano, endeleeni kushuhudia wa watazamaji, tunaendelea na kile kipindi chetu maalum cha mkutano mkuu maalumu wa CCM, nje ya mkutano, na nimesema, kama nilivyosema tangu mwanzo, mambo mazuri sana ndani ya mkutano, lakini pia nje ya mkutano tunakutana na watu wazuri kama hao. Huyu hapa tunaye, ni kijana wa CCM Anthony Mtaka, mmoja wa makada wa CCM ambao wameheshimisha sana serikali tangu ya Magufuli mpaka sasa hivi ya Samia labda tukija kwako mheshimiwa Anthony Mtaka, sasa hivi yeah, mkuu wa mkoa wa Njombe, hali ikoje? Kwanza tuanzie Njombe, alafu tu. Ni nzuri kwa maana ya kiuchumi, nzuri Njombe. Ni mkoa ambao ni miongoni mwa mikoa mitano ambao pato na mwananchi moja, moja. E, nzuri na kipato a wananchi ni nzuri, kwa maana pia ulinzi na usalama na, kama mkoa wananchi w wa shughuliza tukiachana na habari za Njombe, tumekuja kwenye mkutano wa CCM wa tangaza ilani me, vipi utekelezaji wa ilani upande wa Njombe, kwa upande wako. Kidogo betri kidogo nimeizima. Huu uh, ni mkutano ambao unajua uh, uh, mtaani CCM wanakuwa temdi kama wenye duka. Sasa serikali hapa inakuja kwa mwenye duka kuonyesha miaka mitano kiliahidiwa hiki hiki na kile na utekelezaji, sisi kama serikali tumetekeleza hiki hiki na kile. Na kwa kuanzia tumeona wasilisho la makamu wa rais Zanzibar, namna ambavyo serikali imetekeleza miradi yake kwa miaka mitano sasa. Kwa Njombe ni sehemu ya watekelezaji. Mkoa wa Njombe ni miongoni mwa mikoa ambayo imenufaika sana na ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka mitano, hususani kwenye sekta zote za kijamii. Hilo ni jambo ambalo ni kubwa sana ukiangalia miaka kumi iliyopita, kusema miaka kumi maana yake elfu mbili na kumi tulipoka tukiende kwenye siasa za ushindani, vyama vya upinzani wanapokuja kwenye eneo la Njombe wanawaambia wananchi mambo ambayo serikali ya CCM haijawafanyia mambo kama ya afya, kwamba Njombe hamna hospitali ya mkoa, kituo cha afya ni kimoja. Mnazungumza Njombe, barabara hazipo, kwenda Makete ni shida, kwenda Rudewa utaenda Udewa kwa utaambiwa, huku mmeahidiwa siku nyingi sana kuhusu mradi wa Mchuchuma na Liganga, mtaambiwa huku wananchi wanahangaika na soko la mazao yao. Lakini leo unaongelea Njombe ipi? Utaongelea Njombe ambayo katika sekta za kijamii maji, elimu, afya, miundombinu ya barabara, miundombinu ya kilimo, miundombinu ya umeme lakini maeneo kama ya kilimo yamekuwa yenye maboresho makubwa. Ni wananchi ambao wameshuhudia faida ya ruzuku kwenye mbolea na wakaenda kwenye kilimo chenye tija. Sasa leo hatuzungumzii tena Njombe ya kulima maparachichi. Leo tunaongelea Njombe ambao parachichi ni, tun, ni zao rasmi la biashara liko exported kama tunda linaongezewa thamani kuwa mafuta. Njombe leo tunaongelea viwanda vitatu vya kuongeza thamani ya parachichi kimoja kimemalizika, viwili viko kwenye pipeline kumalizika. Tunaongelea miaka ambayo watoto walipokuwa kuchaguliwa kwenda form 1 kunakuwa uh, na chaguo la kwanza, chaguo la pili na chaguo la tatu, na wazazi wanauza mifugo, wanauza nafaka ili madarasa yajengwe. Leo tunaongelea mkoa ambao performance yake ya elimu ni kubwa, watoto wanafungua shule siku moja wanaanza, lakini tumecomplement elimu hiyo hiyo kwamba sasa serikali imeridhia chuo kikuu cha Dodoma wajenge tawi la chuo kikuu Njombe na tayari mkandarasi yuko site. Tumeona ujenzi wa vyuo vya kati vocation training zimejengwa kwenye maeneo ya mawilaya, shule za wasichana, shule kubwa ya wasichana ya mkoa imejengwa, lakini shule nyingi zinaendelea kujengwa kwenye maeneo mapya ya kata ambazo zimeibuliwa kiserikali, vijiji, shule za msingi zinajengwa, na tunaona kwamba sasa mkoa mzima tunazungumzia uwepo hospitali za wilaya Watu wa Njombe watembei tena umbali kwenda kutafuta hospitali Iringa au Mbeya, kwa sababu tayari tunayo hospitali ya rufaa ya mkoa, na serikali imetusaidia kwenye kuleta madaktari na watoa huduma wa afya. Hawatoshelezi kwa wakati mmoja, lakini sasa wapo, vifaa vipo, na tunaanza kuona vifaa ambavyo tulivizoea kuviona kwenye hospitali za wilaya leo tunaipata kwenye vituo vya afya kwenye ngazi za kata, na, na kumkinga mama na mtoto wakati wa kujifungua imekuwa ni ajenda ya kitaifa, rais ameibeba na imepokelewa vizuri, kwa utaona kwamba kwenye maeneo yale, yani, ya sekta za kijamii, hali imekuwa ni kubwa. Na leo Njombe tunazungumza kupeleka miundombinu ya maji, umeme na barabara kwenye mashamba ambako wananchi wanazalisha, wanatoa kule mbao, wanatoa kule magogo, wanatoa mabanzi, na utaona huko kwenye mashamba vinatoka viazi, mahindi, chai. Kwao tunasema hebu nguvu zetu tupeleke huko ili sasa barabara ziweze kwenda huko, maji, umeme, intaneti, ili tuweze kuwa na lugha zinazofanana kati ya kunakozalishwa malighafi bidhaa na huko ambako wananchi wanatumia. Lakini mwisho wa siku serikali inapata pesa kwenye ama, ma, makusanyo ya, ya halmashauri lakini pia na serikali kuu. Utaona tumekuwa na miaka arobaini ya kuimba kuhusu mradi wa Liganga na Mchuchuma, mheshimiwa rais ameridhia, amelipa fidia bilioni 15, ili mradi ule uanze na maelekezo yako very clear ya kwake mwenyewe kwamba matarajio ni kuona kwamba mradi wa Liganga na Mchuchuma unaanza, lakini unaanza sio kwa kushimba chuma, ila ni kwa kujenga viwanda vitakao process malighafi zitakazotokana chuma kule kule, na uwekezaji ule sasa uh, uko kwenye process. Tumeona serikali, msajili wa hazina, wizara ya viwanda na biashara, wizara ya uwekezaji, wizara ya fedha wote na NDC wanafuatilia kisha kwamba utekelezaji wa mradi wa Liganga na Mchuchuma unaanza. Lakini kikubwa Mayalla, dira ya taifa 2025 2050, kwenye uchumi mpya unaotajwa kwenye dira ya taifa la Tanzania, ni uchumi wa mradi mkubwa wa Liganga na Mchuchuma. Hilo tu kutokea kwenye dira, maana yake ni kwamba kama taifa tunakubaya kwamba mageuzi makubwa ya uchumi wetu kama taifa yatatokana pia na utekelezaji wa mradi wa Liganga na Mchuchuma. Na huu ni mradi ambao ni industrial mineral ulimwengu huko kwenye mapinduzi ya nne ya viwanda, na Njombe wanayo madini ambayo yanabeba ulimwengu tulionao leo, ambao ni madini ya viwandani, chuma. Tuna dipoziti kubwa ya makaa ya ambayo yanachuma kwa zaidi ya miaka mia moja ishirini na sita, na kwenye taarifa ya madini ya chuma tulionayo utaona, tuna madini ya vanadium, tuna, tuna aluminium tuna titanium, madini ambayo pia ni very rare na ni very expensive. Kwa utekelezaji wa ule mradi, sio tu kwamba utakuwa ni mageuzi ya kiuchumi kwenye mkoa wa Njombe, ni mageuzi ya kiuchumi kwenye nchi, kwa sababu utakuwa na posheni kubwa kwenye uchangiaji wa bajeti ya Tanzania. Kwa hiyo utekelezaji wa, wa, wa ilani ya chama kwa miaka mitano kwenye makundi ya vijana, makundi ya kina mama watu wenye ulemavu, makusanyo ya halmashauri kwenda kwenye 10% pasenti kuhakikisha kwamba inakuwa na mchango kwenye makundi ya vijana, makusanyo ya halmashauri 10%. Vijana wameona, tumeanza kuona vijana ambao wanasimama kibiashara kwa sababu ya hela za halmashauri. Lakini pia maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba mabenki yaende kwenye single digit kwenye miradi ya kilimo, mifugo na uvuvi, Njombe tumeanza kuona wafanyabiashara wanaotokana na kilimo ambao ni wanufaika wa hela za single digit kwenye mikopo ya benki za CRDB, benki ya NMB, benki ya Azania, benki ya Kilimo, benki ya TIB na wananchi wameanza kitafsiri kilimo, kilimo biashara, kilimo kinachoongeza thamani. Kwa imekuwa ni miaka mitano ambayo utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wa Njombe haihitaji tochi, wananchi wameona tunakuja hapa kwenye kutangalia wasilishaji utakaofanywa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini naamini kwamba Chama cha Mapinduzi kwenye kazi kubwa ambayo serikali imefanya kwa miaka mitano, wanayo confidence, wanao ujasiri kwenda kwenye umma wakasema, tunaomba ridhaa kwa mara nyingine, kwa sababu kazi kubwa imefanyika na wananchi wameona thamani ya maana ya serikali, wameona thamani ya kodi zao. Hata ukiangalia performance ya mamlaka za serikali za mitaa, taarifa ya CAG inaonyesha improvement kubwa tofauti na miaka kumi iliyopita, kwamba kuna mahala sasa kuna improvement na halmashauri za mamlaka za serikali za mitaa zimeanza kuwa na tija, na sisi Njombe tumepata hati nzuri kwenye ukaguzi wa CAG, miradi yetu imeonyesha thamani kubwa kulingana na pesa ilizokuja. Kwa unasema, uh, ni miaka mitano ya utekelezaji wa ilani ya CCM, ambayo ni miaka mitano yenye matokeo makubwa ya ilani ya chama la mwisho. Sasa ni la kwangu ndio U, ulipokuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu, ndio ulifanikiwa kuinua elimu ya ule mkoa, pass rate kapanda, watu wakapenda shule. Ndio ulipokuwa Dodoma ukafanikiwa kuinua elimu na lile soko la machinga. Sasa Njombe pia umefanikiwa kuinua elimu. Hicho unachofanya wewe hauwezi ukakitengenezea andiko kwangu <laughs> mimi elimu ni passion, ni kitu ambacho naweza kiongea masaa 24 kwa sababu unachoamini, Mayala, tukitaka jamii yetu ishindane lazima watu wasome. Hivi ni the family level, nataka kushindana, mtafanya biashara lakini usomeshe watu. Uchumi tunaoendea wa dunia, kama tunataka uchumi, competitive economy ni lazima watu wasome, uwezo ukawa na the best university kama Harvard ukawa na uchumi kama walindi no, Dar es Salaam wana uchumi mkubwa na kiwango cha elimu kikubwa, wana chuo kikuu kikubwa, wana elimu the best, mashule mazuri, you need Njombe to compete, you will never avoid education, tuwe na mashule mazuri. St. Francis wanafanya vizuri Mbeya, na uchumi wa Mbeya ni mkubwa. St. Mary's Mazinde Juu wanafanya vizuri Mbeya na uchumi wa Kilimanjaro ni mkubwa. Having the biggest school kama Tanga school, na uchumi wa Tanga ni mkubwa una shule kubwa kama Marangali na uchumi wa Iringa ni mkubwa. Ndio maana hapo naongea polepole, ndio maana unaweza usionane na watu wengi no, wanaokuambia nimetoka kufanya PhD uh, Southern Sudan au nimetoka kufanya PhD Komoro na uchumi wa Komoro ni wa kawaida. Kwa hiyo sisi kama nchi tunapeleka, tuna compete tuna na Wakenya kwa sababu pia tuna kompiti kwenye afya, Jomo Kenyatta Hospital versus Muhimbili. Jomo Kenyatta University versus University of Dar es Salaam, tuna compete kwenye elimu. Tunapenda watoto wetu wasome Nairobi na wa Nairobi wanapenda watoto wetu wasome Tanzania kwa sababu tuna compete uchumi. Ndio maana ni wazazi wachache kwamba mtoto wangu ameenda kuanza form one, eh, ni wachache. Kwa hiyo passion ya elimu ni ya kwangu, na mimi ningetamani kwamba mahala kokote ambako tunafanya, nafanya kazi kama kiongozi wa serikali. Moja, tuwekeze elimu. Watu akisoma watalima vizuri, watafuga vizuri watavua vizuri, watafanya biashara vizuri sana na mtakompiti kwenye uchumi. Uchumi ni pamoja na elimu. Tunaendelea wapenzi watazamaji na kipindi hiki maalum cha mkutano mkuu wa mkutano mkuu wa CCM hapa Dodoma. Nje ya mkutano, miongoni mwa wadau wa mkutano huu ni balozi e, Liberata Mulamula, alikuwaga waziri wetu wa mambo ya nchi za nje, mmoja wa madiplomasia makini kabisa, na juzi tumekuangalia pale bungeni ukiwasilisha maoni ya kamati, labda tuanzie kwanza kwenye diplomasia alafu tuje kwenye mkutano wetu wa sisi. sawa, sawa. Mimi nakushukuru kwanza, nikupongeze. Maana yake huwa nasemaje, Pasco hata ufanyeje nida tu. Asante sana, mi nakupongeza kwa, eh, Pasko, eh? Asante, basi, asante. kwa hili, lakini nashukuru pia kwamba katika kutushirikisha na nashukuru kwamba umefuatilia sijana hotuba yes, ya, ya wizara ya mambo ya nje mimi nilitoa taarifa ya kamati ya mambo ya nje, ulinzi na usalama. Sisi tulijikita zaidi katika mambo matatu. Moja, kufuatia uzinduzi wa sera ya mambo ya nje iliyoboreshwa ambayo ilizinduliwa na Mheshimiwa Rais tarehe 19, mwezi huu, mwezi wa Mei, ambayo ambayo na makubwa, kwa hiyo, ambayo ina maudhui makubwa kwamba twende na wakati, na Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo mahususi kwamba hii itekelezwe katika kila kipengele na katika kipengele kikubwa ukozi ni jinsi ya kuweza kuendeleza au kutekeleza kikamilifu diplomasia yetu ya uchumi. Sasa kamati imebaini kwamba pamoja na hii kwamba ilianza hiyo falsafa ya diplomasia ya uchumi, lakini watu wengi hawaelewi. Kwaiyo sisi wito wetu ulikuwa ni kwamba wafanye kile inayowezekana mpaka chini, watu waweze kuelewa, kusudi watu waweze kutumia fursa zinazotokana na hiyo mikakati yetu kukuza diplomasia ya uchumi. Kwa hiyo ilikuwa moja, lakini la pili pia kwamba Tanzania iko kwenye mashirika ya kikanda. Sasa mashirika hayo kumekuwa na matatizo mengi mengi, na Tanzania kila wakati ndio inaonekana kwamba iko mstari wa mbele. Kwa hiyo tukasema kwamba tuimarishe ushiriki wetu katika mashirika ya kikanda lakini ya tatu ilikuwa mchango wa diaspora. Kama ulivyosikia sasa hivi imechukua sura nyingine, kwamba na sisi tufaidike na wana diaspora wetu. Kwa hiyo tumesema wamalize mkakati mchango ambao wana tuweza kuhusisha wana diaspora na sisi tukaweza tukufaidika kama nchi nyingine. Kwa hiyo sisi alikuwa mengi hayo matatu, lakini ya kwamba zaidi hii diplomasia ya uchumi imfaidishe kila Mtanzania. Asante eh, nakushukuru sana eh, sasa, sasa tumalizie la chama eh, naona uko kwenye mkutano mkuu wa chama, una mategemeo gani? Ah we, ni mwana diplomasia <laughs> mwenye hadhi ya kimataifa. Yeah, mimi ninachoshukuru kwamba katika mkutano wa kwanza kama wa tano, lakini nachoshukuru nacho kwamba ushiriki, umeona mabalozi wa nchi za nje wako hapa kwamba na, na kwa, kwa kweli walikuwa wanasema kwamba hawezi kukosa fursa ya kushiriki kwenye mkutano huu. Kwanza mmoja, una hamasa lakini una ajenda kubwa. Ajenda kama ilani ya uchaguzi ndio imebeba katika mkutano huu kuonyesha utekelezaji, maana kabla hamjapitisha nyingine mjue umetekelezaje, na katika masuala yote ambayo serikali imekuwa natekeleza teeleaiani ya uchaguzi. Kwa hiyo katika sekta zote, iwe ni maji, iwe miundo mbinu, iwe nini, ni kwa kweli utekelezaji umeenda vizuri, asubuhi sasa itakayotupeleka mbele. Asante. Asante sana. Eh, wapenzi watazamaji, tunaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi katika mkutano huu mkuu yeah, maalum wa Chama cha Mapinduzi. Mbele yangu hapa nina kada wa CCM, kijana machachari Mheshimiwa January Makamba January, ni miongoni mwa wale vijana wa CCM ambao ni born and bred CC, na tunakwenda kwenye uchaguzi. Ndio, kwanza una lipi la kusema kuhusu utekelezaji ilani na una mategemeo gani na ilani? ni kwamba sisi uh, chama cha mapinduzi ambao tuna dhamana ya uongozi wa nchi chini ya rais na mwenyekiti wetu uh, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika kipindi hiki cha miaka mitano iliyopita ambapo Watanzania walituamini na dhamana ya uongozi wa nchi, kuna mambo tuliyaahidi wakati tulivyoenda kwao mwaka 2020 sasa hivi 2025, tunarudi tena kwao kuwaomba watuamini na dhamana ya uongozi wa nchi. Unapoenda kwao unaenda na vitu vitatu. Unapoenda kwa wananchi, kwanza unaenda na rekodi ya yale uliyoyafanya, uh, katika kipindi ambacho walikuamini, ndio unarudi kwa wananchi na ripoti kwa jamani miaka mitano iliyopita, wakati tunakuja kwenu tulisema tutafanya haya na haya, ndiyo tumeyafanya. Kwa hiyo, jambo la kwanza tunaenda nalo kwa wananchi. Jambo la pili tunaloenda nalo ni matumaini ya tutakayofanya mbele, maana yake ilani mpya, mambo gani mapya tunaenda kwa wananchi kuwaomba tena watuamini. Jambo la tatu tunaenda nalo kwa wananchi ni mgombea, sifa, hadhi, ubora wa mgombea mwenyewe yeah. Hayo mambo matatu of course, la nne unaweza kusema chama chenyewe uh, historia yake sera zake msimamo wake na kadhalika. Sasa hapa leo tumekuja kuzungumza mambo mawili uh, kati ya hayo manne, kwa sababu lile la tatu la mgombea tulilimaliza mkutano uliopita. Tunakuja so, kuongea mawili, hili la rekodi kwa maana ya taarifa ya utekelezaji wa ilani kwa miaka mitano iliyopita alafu tunazindua ilani mpya ijayo kwa tumekuja hapa kutazama rekodi yetu ya uh, yale tuliyofanya miaka mitano iliyopita, lakini pia tunazindua uh, matarajio na matumaini uh, kwa uchaguzi ujao. Chama serious cha siasa ndivyo kinavyojipanga. Sasa uh, ilani ya Chama cha Mapinduzi sisi huwa inagusa ustawi wa watu uh, elimu, afya, maji, barabara, kipato chao, ustawi wa jumla na mambo mengineyo ya utawala kadhalika. Kwa sasa sisi tume, kwa mujibu wa ripoti hapa ya utekelezaji wa ilani iliyopita tumefanya vizuri, na ilani mpya inayokuja pia ina matumaini kwa sababu inagusa uh, ustawi wa Tanzania. Kwa hiyo, kabisa, uh, kwa hiyo tuna hakika kabisa kwamba kuelekea katika uchaguzi ujao hayo mambo manne ndiyo atakayotubeba: rekodi, matumaini mapya, ilani mpya, mgombea na uh, chama chetu, sifa historia uh, na uimara wake. Asante. Labda sasa hili ni la kwangu mimi, la kwangu mimi mwenyewe e, nyinyi ambao mmebahatika kama wewe una very good exposure na, na kuna, kuna wakati kuna baadhi ya mambo unaweza unayaona kama hayaendi vizuri sana, hata kama haujakaa meza kuu hamna nafasi ya kuendelea kusaidia ili twende vizuri. Hizi kelele kelele, tunatukanwa na mpaka vitoto vitoto vidogo ziishi, wakati watu kama nyinyi mpo mkinyamaza. Wajua, kwanza lazima ko siku zote, sababu nchi hii ina historia ndefu tangu, na nchi hii imepita vipindi vingi sana vigumu tangu Uh, na katika hivyo vipindi vigumu kumekuwa na mambo mengi na mijadala mingi kwenye jamii, ukirudi nyuma, bahati nzuri, watu huwa sio eh... kuna kipindi wewe Pasco na mimi tuna umri wa kutosha kukumbuka, eh, gazeti la mfanyakazi na mambo hey, ya Loliondo hey, eh, na yule marehemu nani Tanka Tabalo, wakati ule nchi ilikuwa kama inawaka moto, anasema eh, kwa hiyo kila kipindi kina mambo yake e. Kipindi cha Mwalimu huko e, kulikuwa na watu hata kupindua nchi sawa e. Kwa hiyo lazima kujua kwamba siku zote e, kwenye nchi kusiwe na dhana kwamba kwenye uongozi wa awamu hii ndio kuna hizi kelele unazoziita e. Siku zote na sio Tanzania tu e, dunia nzima mataifa yote e, Mzee Kikwete ana msemo wake, wanasema nchi sio ugali, kwa sababu ugali ukipoa unapoa wote. um, nchi uh, hapa pakiwa pamepoa, hapa pana waka, hapa pana waka. Ndio maana uh, sifa ya uongozi wa nchi ni lazima hiyo sifa ya uimara hmm. Sasa hilo ni, hilo ni moja. Sasa uh, sisi kwenye chama cha Mapinduzi uh, siku zote tuna vikao na sisi ni wajumbe wa vikao. Tuna nafasi kubwa sana ya kutoa maoni na ushauri ndani ya vikao rasmi. Mimi mwenyewe nina vikao visivyopungua 12 ambapo nahudhuria kuanzia kwenye ngazi ya wilaya kule, kamati ya siasa ya wilaya, halmashauri kuu ya wilaya, kamati ya halmashauri kuu ya mkoa, hapa bungeni, kuna focus, kuna halmashauri kuu, kuna ya taifa na kadhalika, ambapo na uwezo wa kutoa maoni na ushauri kuhusu namna gani chama changu kiendelee kushika dhamana hii kwa kuaminiwa na watu kwao, tunatoa mchango katika nafasi yetu. Wapenzi watazamaji, mnaweza e, mkaona e, msafara sasa una unatoka. E, hii ndio jeuri ya sisi. Mnaweza ukaona mambo yalivyo e, kwa kweli Mambo panapendeza hapa ndani, pendeza kabisa hapa ndani. Hiyo hizo hizo gari mbili hapo ni limo moja, ndio gari ya mwenyekiti wa CCM taifa, eh, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kufikia hapa tumefikia mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha mkutano mkuu maalum wa CCM nje ya mkutano kwa niaba ya chief cameraman producer e, na editor Emmanuel Mwingira, msaidizi wangu maalum Nelly Matei, naitwa Pascal Mayala. Asanteni. Zina uhuru sasa vyombo vya habari, sote kesi za onevu kafuti ya bani kapunguza faini za boda, boda sasa mambo shwari. Tanzania ya Mama Samia inang'ara.